Tunamuonya vikali executive director wa DTB, Mama Nasim Deuji, ambaye anatatiza kesi ya Mama Nuru Jezan bwanawake alikufa, na baada ya mwaka mmoja benki kadai amechukua loni mpya. Tukashangaa, itakuwaje mtu afe kisha baada ya mwaka mmoja aende banka kuchukua loni? Familia ikashangaa, mashiriki ya dini tukashangaa, na DTB ikachukua magari manne na ikafunga akaunti zote za mjane huyu. Mjane kaenda mahakamani, akaenda kushtaki kwamba mume wake anasingiziwa machukua loni mwaka mmoja baada ya kufa. Yani maiti anachukua loni milioni mia na Waliposhtakiwa DTB mahakama Central Bank of Kenya na antifraud. Wakataka benki ithibitishe kuwa stakabadhi kadhaa. Lakini ajabu, kwa miaka kumi na nne DTB hayakupeleka karatasi hata moja. Ile fomu Mariamu alijaza Hakupeleka. Yule ofisa ambaye alimsaidia marehemu Anwar kujaza fomu za, za loan mpya, ofisa huyo hakupelekwa. Wakasema marehemu alituma email. Hiyo email mail, akamwambia apeleke kotini, hakupeleka, miongoni mwa stakabadi nyinginezo. Mwisho wakasema it was verbal kwamba marehemu alisema ataka pesa hizo, ni customer wao, hakukuwa na maandishi so tukashindwa. Hata ukichukua mbuzi wa mtu, huwezi kuchukua mbuzi bila mkataba. Lakini milioni mia na sabini na nne ati marehemu alifufuka na akachukua hiyo, ni verbal. To verbally done Sasa ikiwa juu jana ndiyo judgment na nake, mahakama kwanza ilidismiss hiyo ushahidi wao mwezi juzi. Jana ikiwa ndio judgment, ikiwa DTB kwa miaka kumi na nne ilishindwa kutoa stakabadhi yoyote ile, jana judgment, tukarauka pale, tuafika pale, tukaona kihoja kipya. Mahakama imejaa kambua kesi ni chamber court, so nikaingia mimi and the other leaders. Kufika kule, jaji akasema DTB sasa zile pepa hawakuleta kwa 14 years wamezileta leo, halatunzipokea pepa hizo wanzileta leo na faili ya fungu, hizo pepa zapelekwa bank na anti fraud wazisome waone, kama ni genuine, ni fake, ndizo sizo. Lakini pepa hizo, ile email ya marehemu, hakuna. Aliomba loni? Hakuna. Sasa tunashindwa Tangu lini siku ya wa judgment wakati kesi kwa miaka 14 imesikizwa? Tangu lini siku ya judgment, judgment, ukapelekwa ushahidi mpya ambao hakupelekwa kwa 14 years? Tunamwomba Chief Justice na JSC kuingilia kati kwenye kihoja hichi kipya cha mahakama ambayo inasimamia kesi ya Noor Jayzan. Chief Justice aingilie kati, JC ingilie kati, Mkuu wa sheria aingilie kati, na tunaomba if possible Rais na baba Raila Amolo Odinga ingilie kati kwa sababu hatujasikia sisi kwamba mtu ameshindwa kupeleka evidence miaka kumi na nne kuthibitisha marehemu alifufua kachukua loni lakini siku ya judgment ndio alichahea makaratasi na faili ifungwe. Naambiwa tungoje Central Bank of Kenya na antifraud wasome pepa hizo. Kizungumkuti hiki, si kama Baraza Kuu la Ushauri wa Kenya hatukikubali hata kidogo. Na mwenye filofiange hii ni huyu Nasimu Deuji, mkurugenzi mkuu wa DTB. Baada ya kituko hiki kukatolewa, na court order kwamba mashirika yote ya haki za kibinadamu ya kidini wafunge midomo, kila wakizungumza wanachafua jina la bank na atakayezungumza atakamatwa. Sisi kama baraza kuu la ushauri la Waislamu Kenya, hatufungi mdomo. Wewe na simu Natkwambia tena basi, wewe na simu deuji, mark our word, Kemnac haitafunga mdomo, kwa sababu dini kazi yake ni kusimamia haki, kutetea haki, kudumisha haki, kutetea wanyonge, hasa wajane. We will not keep quiet, na simu deuji. Na kama fikiri wewe una nguvu nyingi, njoto kamate. Just come. Pili, tunatoa mwito kwa mashirika yote haki za kibinadamu Kenya na mashirika ya dini wasifunge mdomo, kwa sababu hii dhuluma ya wazi yatakafanywa kumdhulumu Mama Noor Jayzan mamilioni yake ya pesa na pesa za familia. Vilevile tunaionya mahakamani iwache kutoa oda za kiholela kama hizi manake, hata kipofajuazi hapa kuna vile vinyangi hapa. Judgment hamkusoma, sikuwa judgment mmepekua, shaida ambao 14 years hakuna, mmefunga file. Halafu watu wote wafunge midomo. Tunaionya mahakama inayofanya na kesi hii kwamba nyinyi hamko above the law. Majaji pia hushtakiwa, you must know this. Majaji pia hushtakiwa. So nyinyi court orders peke yake sisi we can even sue you as community. Kwa hivyo Chief Justice ingilia kati, jaji wa Mombasa atuletea atu shida. Mkuu wa sheria Ingilia kati, Ombudsman, ingilia kati, anti corruption, chunguzeni mambo haya. Rais na Baba, ingieni kati. Hii ni filifinyange na huyu mwaka atakadhulumiwa haki yake, kwamba maiti alichukua loni mwaka mmoja baada ya kufa. Sasa kama maiti alichukua loni baada ya mwaka kufa, siwamdai huyo maiti, mbona adaalihai alachukua loni maiti? DTB mna mbinu ya kusema na maiti akachukua loni, kwa nini mnadai mtu aliye haya, ambaye hakuchukua loni? Kama kweli nyinyi mna mbinu ya kufanya maiti achukue loni, nendeni mkamdarudishe. Acheni kusumbua mjane na mayatima. Hatunyamazi, na hivi sasa KEMNAK na mashirika mengine na makanisa tutafanya maandamano ya interfaith kulana jambo hili. Mje mtushike kwenye maandamano. Situtishi hapa, sisi si watu wadogo na jela hakufungi mawe. Kama nyinyi mwafikiri mwezafunga watu, njoo mtushika, mjue pia Nabii Yusuf kule Misri alikuwa mtume, waziri mkuu, na alikwenda jela. Itakuwa sisi tuhel hapa na tunaomba maimamu Ijumaa hii inayokuja wasome kunutu specific ya huyu mama huyu na benki yake kumsukumia Mwenyezi Mungu. Na wale maimamu waliohongwa pilao wakati wa Ramadhani na laki saba wafunge midomo yao. Msithubutu kufunga midomo yenu, watu expose tena vibaya sana. Pili, Kemnac imesikitishwa na kitendo so... cha Mheshimiwa Rais kupigwa kiatu. This is bad manners. Tunalani kitendo hicho vikali, na tunaomba hata kama maisha ni magumu nchini Kenya lakini nafasi ya rais, cheo cha president ni security ya taifa zima. Oneni Somalia, walisema Siad Barre Siad Barre Siad Barre Siad Barre Siad Barre aliondoka, haina amani mpaka leo. Iraq Saddam alipoondolewa Angalie ni Libya, Gaddafi alipoondolewa na kuuliwa. Angaleni Syria, Assad alipoondoka. Rais kuwa mbaya akiwa kitini si sawa sana, rais kupigwa na kuuliwa na kuondolewa. Hiyo nafasi ni security na ni uhai wa wananchi wote, baada ya Mwenyezi Mungu na malaika na mitume Cheo kikubwa kilichobakia ulimwenguni ni urais na ufalme, si vyeo vya kuchezea. Kwa hivyo, hata kama maisha ya Kenya ni magumu, taksi kwa juu, rais ni lazima aheshimiwe, na mambo ya kumpiga mawe ama viatu yasifanywe. Heshimuni hiyo title ya President Ruto. Yeye ataondoka atakuja mwingine, awe mzuri au mbaya, lakini lazima hiyo title iheshimiwe. Ni usalama wa nchi na ni uhai wa wenye nchi hiyo. Rais akiondolewa ghafla, watu hufa kwa maelfu -ma -ma so si cheo cha kuchezecheza hivi una amekuja mahali kiatu na tunaomba ile rusha kiatu wakamatwe na kuchukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu hiyo ni makosa, na tunaonya wananchi wengine wasifanye kosa kama hilo. Ruto ni rais wa Kenya, upende ndiye rais, hutaka ndiye rais, miaka mitano imalizike. So tumpe heshima yake kama rais wa nchi na tuache kumrusha mawe, viatu, mayai etc. ni makosa na kama baraza kule Waislamu la washauri Kenya, tunaonya vikali na kulani kitendo hicho cha kukosa adabu na heshima. Baraza chama. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ni barua ya maelekezo lililokuwa limeadresiwa kwa chama cha Kenya Muslim Women Alliance kwa kumuunga mkono pamoja na kukusanyana katika mahakama ili kufuatilia mwenendo wa kesi ya mama Noor Jayzan, kumzuia na kuwazuia washirika wengine na vyama vingine kwamba wanyamaze, kwa sababu DTB wameshasema hivyo, DTB ndiye mkosa. Ikiwa mimi kwa mfano mwanangu au jirani yangu mwanawe amebakwa, kwa mfano Mungu aepushilie mbali sasa. Mimi jirani sina haki ya kusema, mimi jirani sina haki ya kumzungumzia ama kumtetea mwingine ambaye aweza kufanyiwa kitendo kama kile? Sisi kama baraza la ushauri la waislamu nchini Kenya, Kemnac, kama tulivyoona mandate zetu ama mandate zetu ni kwamba tuko kutetea haki za kila mnyonge, kila anayedhulumiwa, kila anayepata madhila kwa njia nyingine yoyote, awe ni mwislamu, awe si mwislamu, awe ni mwanamke, awe ni mwanamume, awe ni mtoto, awe ni mtu mzima, sisi tunaungana na yule mwenye kudhulumiwa katika kumtetea haki yake, bila upendo, bila ubaguzi. Kwa hivyo sisi twasema kwamba DTB ikiwa wao wamefanya hili, basi waone kwamba hawatoshi kwa sababu kesho benki nyingine itafanya vile na mwingine atafanyiwa mengine. Kwa hivyo sisi tutasimama na mama Nuru na tutasimama na kila mtetea haki popote pale alipo. Mama Nuru ana haki yake, na la kusikitisha zaidi ni kama alivyoeleza bwana chairman, miaka kumi na nne mmeshindwa kutoa ushahidi, lakini siku ya kesi wa mzee wake ya mwisho ndio ushahidi waletwa, kisha bila kupelekwa mahakamani pale wa kwenda chemba. Kwa hivyo twaomba idara ya mahakama pamoja na jaji mkuu pamoja na mkuu wa sheria wapitishe darubini zao kuangalia kumepitika nini mpaka kwamba sasa ushahidi umetoka na kesi imeambiwa kwamba faili imefungwa. Na kiongozi wa mashtaka vile vile afaa kulijulia swala hili. Kwa hivyo vitu hivi ni vimuhimu sana vya kufanya kuchunguzwa, na sisi kama baraza tutaandika barua na kupeleka kwa idara kama tano hivi ambazo zahusika na masala ambayo ya kujua kuendelea vipi katika mahakama. Tutafikisha kama tulivyofanya nyuma na tukaweza kuhusika na jambo hili. Tutamwandikia personal barua kutoka kwa chama cha Kenya Muslim National Advisory Council kama tulivyomwandikia nyuma kuhusiana na masala haya. Kwa hivyo sisi twasikitika sana kwa mwenendo huu na twaomba wale majaji ambao walikuwa wasikize hii kesi ya mwisho na uamuzi ukatoka kwamba ushahidi umefika, waangaliwe kwa darubini kali sana kupitia kwa Anti Corruption, Judicial Service Commission, Chief Justice, Attorney General na Commissioner wa polisi vilevile, ajue swala hili pamoja na Public Prosecutor na Ombudsman. Hili swala ni zito sana na kwa nini mpaka sasa limefikiwa hivi na kumalizikia kwa hali ambayo ni ya utatanishi kuhusiana na kupibwa rais kwa kiatu. Dini ni kitu ambacho cha tuongoza kwa njia mbalimbali. Mkristo mbali, ana dini, Muislamu ana dini, na yule anayeamini kwa njia ya dini yake yoyote haijafikia kwamba kiongozi wa dini aweza kuamuru rais apigwe kiatu. Na imani, viongozi wote wa dini katika dini zozote, kwa madhehebu yote watalike, watalikemea jambo hili, kwa sababu ni ukosefu wa heshima kwa rais aliokosewa, na vile vile kwa wananchi waliomchagua rais, kwa sababu rais ni kama baba aliyemwoa mama aliyeachwa na babako, baba amekufa au alimpata talaka mamako sasa baba atakayekuja pale lazima aidha umuheshimu ama ukae kimya, kwa sababu ndiye alipendwa na mama. Sasa ikiwa utamkosea heshima, kumbuka, unavunja heshima kwa mamako, unavunja heshima kwa jamii na yule aliyemuoa mamako. Kwa hivyo, rais hapendwi na kila mtu. Hakuna kiongozi apendwe na kila mtu. Kwa hivyo, hii ni ukosefu wa adabu hali ya juu uliofanywa na, ikiwa kuna viongozi eidha wa kisiasa ama wengineo waliowashurutisha ama kuwakusanya vijana kufanya vitu vile, wanafaa kukemewa kwa kauli ya juu sana na viongozi wa dini kama sisi tunavyofanya hapa. Ni makosa makubwa sana. Rais ndiye aliye na mamlaka katika nchi. Akisema nchi ivurugike, sasa hivi tutajaribu kuangaliana ni kiatu kilichosababisha vile au ni heshima yake iliyovunjwa. Kwa hivyo tuchungeni sana tunapokuwa tuwaongoza watu, tunapokuwa tunahamasisha watu katika kufanya mambo ya ukosefu wa heshima na ukosefu wa adabu mbele ya jamii. Rais, sisi kama Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu nchini Kenya, kwanza tunakupa pole kwa tukio lililokupata na jamii nzima ima yako ambayo unaiongoza familia yako na jamii yako ya ukoo wako na nchi nzima kwa kukosewa kwako yule aliyefanya kitendo kile kwa jamii nzima. Na sisi kama Waislamu tunalaani kitendo kile, ni kwamba ni ukosefu wa heshima na uvunjifu wa amani vile vile nchini. Rais angeamua kufanya atakalofanya, wale wa walinzi wake wangeamua la kufanya, kungekuwa kumemwagika damu kiasi gani pale? Kwa sababu kumlinda rais. Kwa hivyo sisi kama baraza tunawaomba wananchi, tuweni na nidhamu, na vijana, tuwacheni hamasa Miaka mitano, kura yako ndio itakomweka Ruto, kura yako ndio itakomtoa mtoa Ruto atakayekuja. Waswahili so wanasema, jini likujualo halikuli likakwisha. Waweza weza ukamchukia Ruto, akaja mwingine zaidi ya Ruto, ikiwa ni mbaya, akaja mwingine mbaya zaidi. Ikiwa ni mzuri, basi Mungu amjalia zidi kuwa mzuri. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru kufika mahali kama hapa, lengo na shabaha ni kujaribu na ukuwa wa kweli katika kutetea haki. Tumesikia maneno mazito maneno mazuri sana kwa chairman wetu, kiongozi wetu bwana Juma Ngao, na kama baraza tunavyosimama katika kumtetea mama Noor Jayzan. Mama Noor Jayzan ni mama mjane ambaye kwamba Eh, wakati mume alipofariki amebakia na majukumu makubwa sana kuangalia watoto, ana mayatima. Lakini pamoja na hayo, kunasimama watu wenye uwezo wa kumdhulumu, wasimpe haki yake, ambapo kwamba hii ni makosa. Wacha kwa mwanadamu, hata mbele za Mungu aliyetuumba ni makosa, na wao wenyewe wanajua ni makosa, lakini wanafanya hivyo hivyo, wanamgandamiza huyu mama, wamechukua mali yake, wanamdhulumu. Sasa wakati mnapomdhulumu mama kama huyu, watumai kwamba wale watoto wataangaliwa namna gani? Watarajia kwamba wale mayatima, kwamba yeye anawaangalia na wasimamia, atawasimamia namna gani? na mambo mengi sana mazuri ya kijamii huyu mama anasimamia, huyu mama anasaidia. Kwani katika hii dunia ama Kenya hii, ukiwa ni mtu wa kusaidia wale wasiojiweza ni makosa? Ikiwa ni mtu ambaye kwamba waweza ukainua wenzako walio chini, unaweza ukasaidia skuli, unaweza ukasaidia wanafunzi ukaweza kusaidia wagonjwa ukawalipia ma, -ma pay bill kule ma hospitalini, hiyo ni makosa? Tuwauliza hawa majaji ambao kwamba wanasimamia hii kesi, tuwauliza hawa viongozi wa hii bank, ni makosa mtu kusaidia watu wa chini? Kwa sababu huyu mama anasaidia, yale mali aliachiwa na mumeo Hatumii peke yake, amenyosha mikono yake yote, amenyosha moyo wake wote kuangalia jamii, analipa mos. Mama Noor anawakili wake. Hizo ana wake hakuzazana, hizo pepa zaana, kama mtu ana wakili wake na pepa zimepatikana si pepa moja akupewa, wala chemba hakuitwa alikuwa huyo jaji na watu wa bank na makaratasi ya fake, e sio ukweli. Kama ilikuwana makaratasi ya ukweli na koti imejaa, yule wakili wa DTB angekuja pale mbele akapresent mbele ya umma na wakili wetu angepewa makaratasi yane. Hata na kutandika barua mwaka jana tungetaka pepa hizo. Hatukupa copies. muna munaficha nini kama karatasi ni ya ukweli? Ukweli hufichwa pili? Israeli imeshtakiwa katika mahakama ya kimataifa na dunia nzima yaandamana. Mahakama ya kimataifa hajatoa court order kusema watu wasiandamane, maana kesi iko kotini. Takokoti hapa manispa Bwana, ikiwa koti ya kimataifa Israeli na South Africa, kesi yaendelea na dunia nzima yaandamana, mpaka Mombasa hapa tuliandamana, na ile ni koti ya kimataifa, kesi yasikizwa. Hakuna court order imetolewa na koti ya kimataifa kwamba jamani, duniani msiandamane, atakayeandamana atatiwa ndani. Itakuwa wewe hapa ume tayari kututisha na vikotoda vyako, hatutanyamaza hatunyamazi. Na mkiendelea, tutawashtaki pia. Sisi tutakwenda high court tuwashtaki, maana hamko above the law. Mwisho tunawashauri anti fraud na Banki Kuu ya Kenya, msije mkahongwa nyinyi.